Chifu wa hii nyumba, ama ni wewe ama ni ndoti? Utaona ha baba, kazi njema. Kwa nini roho ya badilika? Ana chanzo tu kwa muda mfupi, na anakuwa anabadilisha tu maneno yenye... hey, hii moyo, roho anaitoa wapi? Na hii mambo, roho anaitoa wapi? Kwa kuamua tu hivi, roho kumchukia mtoto inaanzaje. Mungu nakuomba, tumsaidie ka kwenye kazi yenye anaenda, ila mguse muwangu, muguse na useme naye. Mama yupo hapa, nilingia nilikulizia. Mama yupo ni ni yu ama yuko ndani yu ya kwako. We mara ngapi nisha kwambia kama usinja kucheza hiko kwenye sebleni? We mara ngapi nae maneno wawo msikia na kuuliza, wewe kama ulikuwa mtoto wa Mungu, kama ulikuwa mtoto wa Mungu, ulikuwa mtoto wa Mungu wa sikia kwa familia hini, nane nisha kuuza TV, nane nisha kuuza TV kwa familia hini, baba ako mama ako mpaka nane nisha kwa kuuza TV mpaka bibi ama TV na kuuliza, katika familia nane nisha kuuza TV

Ah, bosi, naomba samahani sana, samahani sana, sorry bosi wangu, yaani mkabisi tu dakika mbili tu, na kutumia sasa hivi ripoti zote zinafika aya. Ay, naelewa bosi wangu sawa kusiam harikisha sana sana sana. Sawa Mr. Ken, sasa hivi fika ofisi mwangu, na mimi naongea hivi, sasa hivi fika ofisi mwangu, sio kuuliza sasa kuna nini kuna nini, wewe ufike ofisi mwangu uko. Aha, ni ujo Bik ha, hapa mimi bibili ko si satisfied you will give it is code hapa. Kuna namba kiralo mapepa mbili, malizia kwa kufungesia, kuna baki mapepa mbili wakati tunaanza. Kama boss ananisahilia, subiria na nibambikane hivi sasa, na ile kompyuta wangu kuna na shida kidogo, hivi nimalizia kwa kufungesia. Sikiza mimi siisuni na maana njoo kwa kompyuta ayao, nafanya nini? Nafanya nini? Nakupa dakika mbili tu, unipo niwekea dakika na ungelea huko tshozi za kazi. Naona unacheza na kazi hii hapa, tarakisha basi, sawa

Siku zote nina kusubiria tuone tu wewe umetoka haraka haraka mbona? Kama na siku natoka haraka asubuhi tutakuwa ngumu sana wewe umefika hapa asubuhi ni report. Siku zote nikija na report na kukuta wewe hapo ndio maana yake mimi ni ni ni ni amua kumtumia. Maana yake wewe mimi ngoja naongoza kampuni nani? Ngumu wewe na mimi nani naongoza mwezeka? Mimi ndio naongoza mwezeka naongoza mimi. Chief nani hapa? Samani mimi shoka. Sikiliza mimi.

Shida tu kidogo, unajua huyu Ro tutumika naye anitukana kazini, kaniona kama mtoto kidogo. Yeye akianza kusema anasema sema sana kama mwanamke.

Shemegi, vipi pesa zangu za shule? Akita jioni, tamweleza menyelewa. Kwani hamtaki kunipatia pesa zangu za shule? Tarudi tu kwetu Nini mwendo wa kutumia sio muda wa mgezi. Ya hilo najua sasa nataka tu tu, sio kama tunagombana au kuna ubishi mmoja hivi. Nataka tu kujua kwa nini tena unataka tu shinde ndoa yote hapa? Nataka kujua. Ya. Na mambo kama ni muda wa mgezi. Nataka kujua kweli. Unataka nini? Nataka kujua. <coughs> Nata kujua nini? Ubaya gani ndio tutakufanyia hapa, ila waamue tu ndio tutoke hapa. Kwa mwa. Mwa mimi ndio nishakuamua huku ni kwangu mimi. Nisha kwambia umtoe ndote hapa. Hata kama najua wewe ni baba wewe ni kitu. Ha mimi ni migwana tena mimi ndio mke wako. Sasa kwa nini unataka kuongea na mimi? Simpende. Kwa nini? Full stop ndio tatizo yenyewe simtaki hapa. Na na na napenda na, nisi na mnabobi wangu. Full stop. Nilikoa wewe siku mwewe ndote. Kwa nini Roy? Kwa nini? Simtaki. Mimi nilikoa wewe siku mwewe ndote. Roya kusema hivi. Ah, ni nisa kuongea. Kwa sa... Kwa ni, mimi nilizani kama watu wengine walikuwa wanaongea, watu wakubwa wanaongea, kama sisi wanawake jo wabaya hatutaki kuishi na wanduku wa wanaume. Sasa kwa nini leo hii naona kwangu surprise, na mambo inabadilika. Hata Mungu mwenyewe aliongea kama mtu anabadilika, sio kwa hiyo. Sio kwa hiyo. Yaani kwenye kingu nyeka hapa, ni kuuliza kama kwa nini simtaki ndote? Kwa nini simpende ndote? Ndio nasaidia nini? Ndote ndani yangu mimi. Kumuona hapa. Nenda, tuno sitaki kumukuta hapa, ndo sitaki kumukuta. Unanielewa? Nafumbi, unanielewa? Ndote, ndote, ndote, ndote. Kazi njema baba, lakini ukirudi jioni, nampata ndote hapa. Ha! Kwani, kwani, kwani mturo ya badiriki? Kwani kumuchukia mtoto mdo? Kwani ni? Ha! Mungu hii ya mwaka. Ya ninaweza ni kama sisi wenyewe wanawake, tutu na judua kama tunarumbaye.

Bibi. Ah, skia. Mama, le jure tu shikamoo Patrick. Ah, shikamoo. Na kiti ni ngari. Na kuja kuangalia kwa nini hakuja shule? Patrick, mimi nakwambia hapa mimi na matatizo yaani, hata kama mimi sikuja shuleni. Mimi huanisha katarani kuja tena shuleni. Hapa kwenu mna magari, mna nyumba nzuri, kwa nini na kuja shule? Nataka kwambia uko kwa mama angu mdogo, sio kwetu. Lakini kwa mimi hapa na teseka. Mume mama mume wa mama yangu mdogo mimi. Asinipendi mimi kuishi hapa. Sijui. Hata shule mimi waishe katalia. Mimi hapa shida, na amani tena hapa. Mama yako mdogo atashinda kupeleka shule, kulipia shule. Papa, unenda kawaambia marafiki wako wote na mwalimu kama mimi. Siwezi so, yes tena kuja shule. M? Papa, unaongea kivipi? Shule hautakuja tena? Sio. Ah! Msi mwelekea hapo as

Baba kwanza, unaitwa unaitwa nani? Iwe mwanzo na mwisho. Kufanya nini? Kanyanga hapa na sikiliza vizuri, nenda kamwambia mwalimu wako kama mwalimu, baba yake anakataza, anakataza usinitume tena siku mengine hapa. Unanyelewa? Halafu tena ndote. Wewe ndote ndote, kwanza umri ambao unayo mdogo sana, na isitoshe haujafika hata kidato cha sita. Unaanza kuningisha wanaume ndani, funga mdomo ndani na usikilize. Siku mengine nitakuona hapa labda, kwa kuniona leo ndio mwanzo mwisho. Unasikia? Nena na umwambie mwalimu wako

Mungu amoe hivi ndote. Kwa nini? Mti mnaona kama huko natoka huko nika hapa na salama niishi vizuri lakini huko tu jo eti njoo matisi na nipitia, ndote. Usiseme hivyo. Na usiko na fatila tu maneno ya baba yako. Usimjua ni chifu huko. Watu wengi wanaongoza. Wubo hmm? Mungu mwingine anakorokana nao ana huko. Anakuja hapa akasema, "Hata wao unaona gisi mimi mwenyewe naongea naye." Hmm? Usiko na fatila maneno wao, muache tu. Nilisha kuambia wewe ni mwanangu tayari. Usikao nadhani kama huko hakuna kwetu wewe na babangu usiweke kwenye kichwa. Na mtoto anaongea na uko lakini baba hapa ananichukia mimi. Wewe ni mtoto mdogo. Mimi ndio mama yako hapa. Na huko jo kwenu. Tunasikii. Ya, yeah. Usiko na wazi kama unaweza au oh, kuna tena kwingine unaweza kwenda. Mimi tayari hapa ni mama hmm. yako. Mama. Nikusikii. Ya, yeah. Usiweke kichwani. Yeye ni babako tu. Na wewe na kuomba tu mwelewe. Hmm.

Nirudishe kwanza za hii yeah. Oh Boby, Bobby, oh oh oh. Boby amar, Boby, Boby, eh. Shonzo mbarabu sana, akwambia vitu vipi? Mama nyembe ni bebe ha umtu kwa wani, shakwambia mara ngapi kuchukua mtu mwanangu? Mara ngapi nimesha kwambia kama kuhunu mimi na mwanangu? Usije muchukua saka haiko ndugu yako wewe. Vile wewe unanyelewa wewe? Baba anaanza kulia. Anaanza kulia. Kama anaanza kulia ndio ndio kwa uso. Wewe ndugu yake? Baba yake? Mama yake? Wewe <tiché> naona kama wewe unasikia eh? Naona kama wewe unasikia. Mungu wangu. Unaita mtoto. Siku mengine kama hata kama analia haiko kuchukua. <tiché> <tiché> Okay? Naona wewe unasikia wewe? Naona unasikia wewe.

Sasa mama anasema mama, nini? Oh, akampika. Inamaana baba yako nja, akakutesa akufukusha, siruja <coughs> kama takulea vizuri ha? Lakini huyu baba anapotesha baraka zake zote, ajua kama kuchunga mayatima ni baraka kwa Mungu ha. Yamaza. Yamaza. Sasa wewe inabidi urudi tu ha? Urudi, mimi nitakuja kesho. No, no, no, no. Mimi mimi nitakuja huko kesho. Nitakuja huko kesho ha? Yamaza. Ah, baba kweli. Ah, kufanya lolote lo nini? Bebe, mimi sikri, mimi shauri yako, niko na wewe kwaza liwakuseaniniwe nenda to nenda, mimi nitakuja huko, mimi nitakuja huko kesho, ha? Mimi nitakuja. Ujikaze mwanangu. Nishakwambia wewe ni mayatima, inabidi uwe na moyo wa uvumilivu, usikae na angalia maneno yao hao. Ha? Nenda, mimi nitakuja. Makubwa. Unanielewa? <tipu> Unanielewa?